Kisalia huko huko Kilifi ni kwamba ni afueni kwa kina mama wachanga katika kaunti hiyo baada ya mashirika ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kwa ushirikiano na kaunti ya Kilifi kuanzisha mashindano ya kandanda kwa kinamama hao. Zaidi ya kina mama wachanga mia mbili walio chini ya umri wa miaka ishirini katika wadi ya Mnarani wanatarajiwa kupata nafasi ya kuendeleza talanta zao kupitia michezo na pia kujiunga na vyuo vya kiufundi. Wakiongozwa na Muhamed Amir, mashirika hayo yameelezea haja ya kuangazia maswala ya kina mama wachanga ba, badala ya kuwatelekeza. Tunajaribu sana kumit our obligations za CDA and CSR projects ambazo tuna zifanya ili kusaidia wananchi wetu haswa hapa mji wa Kilifi. Miradi kama hii tuliyohudhuria hapa leo ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wale ambao wako na different talents zimeweza kutoka juu ili tuweze kuziona, ili hawa vijana wajiendeleze kimaisha. Kusema kweli, michezo na mambo ya ubunifu katika dunia, kuna vijana wengi ambao wamefaulu kwa sababu ya hiyo. Kwa hivyo hapa Kilifi tutahakikisha kwamba vijana wetu tuna provide with the right environment ili wawe watajiendelesha katika maisha yao. Na mama wachanga, ni vizuri tuwahusishe, tuwa, kwa sababu wanaongezeka sana, na tukiangalia labda hawana mahali ambapo wanaweza bega ya kuegemea, na labda pengine hawana mahali ambapo inaweza kuonekana wakafuatilia wakapata professional yao, lakini tutawaweka pamoja, alafu tuweze kuwahusisha na uh, is technical institutions toka Kilifi turejee hapa Nairobi ambapo utapata mapumziko mafupi kabla ya kuwajia na taarifa nyinginezo.